Naam, tunaendelea na taarifa zetu kuu ambapo viongozi wa Kiislamu katika kaunti ya Nandi wanamshinikiza mwenyekiti wa SUPKEM Hassan Ole Nado ajiuzulu mara moja. Hii ni baada ya kunaswa kwenye kamera za CCTV akifyatua risasi kuelekea kwa waandamanaji waliokuwa wakipinga uongozi wake. Wakizungumza katika Msikiti wa Jamii ya huko Kapsabet, viongozi hao walimtaka Ole Nado aondoke wa ili uchunguzi kamili ufanywe kuhusu tukio hilo. Aidha, viongozi hao pia wametoa wito kwa mkurugenzi wa upelelezi wa jinai kuchukua hatua haraka na kuanzisha uchunguzi imekuwa na malalamishi Kenya nzima kwa muda mrefu, lakini kwa sasa imefikia pahali ambapo ameenda to an extreme ya kuwafyatulia risasi waandamanaji, protesters, ambao wanakuja kwa amani kuja kulalamika kuhusu uongozi wake. Badala ya ku address issue vizuri, anatoa bunduki pistol yake na kuwafyatulia risasi. Ningeiomba su serikali kwa kitendo hichi kama sisi Waislamu kwanza hatujaridhika. Kiongozi kama huyu kufanya jambo kama hili, yeye alikuwa ana haki ya kuwatetea wale ambao kwamba kwa nini wameandamana, kuwauliza kama kuna makosa, akarekebisha makosa, lakini yeye kilichobaki ni kufyatua risasi. Ningeiomba serikali ichukua hatua za kisheria kumchukua bwana Hassan huenda aandike statement kama walivyozungumza wenzangu. Wewe utakuaji wewe kwenye hiyo ofisi ambapo ulikuwa mandated kutetea haki za Waislamu, wewe ndio unataka kuwadhulumu na risasi? Itakuwa SUPKEM imeshaisha maana yake. Chama kikubwa hiki cha SUPKEM ni chama cha Uislamu cha ambacho chama hiki kimecheguliwa, ni chama cha kuongoza Uislamu, kusaidia Uislamu. Je, huyu bwana anasaidia Uislamu? Tuasikitika mambo yaliyotokea Haji mwaka huu Haji, watu wote wameli wamelalamika mambo ambayo wameyapata katika nini, katika ibada kubwa ya Haji. Watu wameteseka, wamelala nje Mina, hakuna mahema ambapo huyu bwana ndiye kiongozi. Akubali makosa yake arekebishe. Na wakazi wa kaunti ya Lamu wamelalamikia vikwazo vingi wanavyopitia.